Katika hii dunia kila kiumbe kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu huwa kina faida nyingi mno na huwa kina umuhimu mkubwa sana wa kuwepo kwenye huu ulimwengu. Kuna baadhi ya watu huwa wanapuuzia kuwafuga baadhi ya wanyama, mfano paka. Sasa leo nataka nikuelezee au nikufundishe faida za muhimu sana za kufuga paka, hivyo ni kuombe unisikilize kwa makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa vizuri. Lakini pia nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye chaneli hii, ni kuombe usubscribe, ili usiweze kupitwa na mada zingine ambazo tutaziweka kwenye chaneli hii. Faida ya kwanza kabisa ya kufuga paka, paka huwa anafukuza negative energy ndani ya nyumba. Yani negative energy inamaanisha ni zile nguvu zote ambazo ni mbaya ambazo huenda zilikuwa zinahitaji kuvamia ndani ya nyumba. Hasa paka kama yupo, huwa anaziondoa hizo negative energy zote, yani huwa anazifukuza, kwa sababu paka ana uwezo wa kuziona kwamba hii nguvu inayokuja hapa si nzuri, inaweza ikawadhuru watu waliomo humu ndani Hivyo yeye kazi yake huwa anapambana nayo, anaizuia isiweze kuingia ndani ya nyumba yako na hamna nguvu ambayo inaweza ikakaa pale ikamshinda kutoa. Paka ana uwezo mkubwa sana ambao alipewa na Mwenyezi Mungu, hivyo anatusaidia sana. Hizo nguvu zinaweza kuja kusababisha madhara makubwa sana kwenye, kwenye mafanikio yetu au kwenye mambo mengine mengi ambayo tulipaswa kuyafanya kulingana na nguvu ambazo ni mbaya zilizoko ndani ya nyumba zetu, tunaweza kujikuta tumeshindwa kuyatimiza baadhi ya mambo ambayo ni ya muhimu sana kwenye maisha yetu. faida ya pili ya kufuga paka. Paka huwa anatusaidia sana kwenye ulinzi wa nyumba zetu hata bila sisi wenyewe kufahamu. Watu wengine huwa wanafikiria labda mbwa peke yake ndiye mlinzi tu wa nyumba, lakini pia paka ni mlinzi mkubwa sana wa nyumba zetu hizi. Paka anatulinda kwa aina mbili, anatulinda kiroho na pia kimwili. Ukianza na kimwili, paka anatukinga dhidi ya ma... dhidi ya viumbe wenye sumu kali, mfano nyoka kama kuna paka nyumbani kwako nyoka akisogea tu, kama anahitaji kuingia ndani ya nyumba yako, endapo akikutana na paka tu ni lazima paka atapigana naye huyo nyoka hadi ahakikishe amemaliza kabisa, na hata kama nyoka ni mkubwa kiasi gani, kwa, kwa paka yani hakuna nyoka inayeshindikana Haka na uwezo mkubwa sana aliopewa na Mungu wa kupigana na nyoka. Ndio maana paka na nyoka ni maadui. Hivyo paka akiwepo nyumbani kwako, hata nyoka kuja nyumbani kwako, yani inakuwa ni adimu, kwa sababu akisikia tu harufu ile ya paka lazima akwepe. Hivyo ni muhimu sana, ni kuwa na paka kwenye nyumba zetu. Faida nyingine ya kuwa na paka nyumbani kwetu, hapo faida nyingine ya kufuga paka. Paka anatusaidia kuvuta malaika ndani ya nyumba zetu. Kama ulikuwa hufahamu, nyumbani kwako panaweza kutembelewa na malaika, sababu tu ya huyo paka ambaye umemfuga, au aidha viumbe wengine, kwa sababu malaika wanawapenda sana viumbe hawa walioumbwa na Mwenyezi Mungu, na ni kwa sababu hawa viumbe kwanza hawajui dhambi na hawatendi dhambi, hivyo wana umuhimu sana kwa kuwavuta kwa kuwavuta malaika na wakaja nyumbani mwako, na malaika wakishatembelea nyumbani kwako, tayari nyumba yako hiyo ina neema, manake ni nguvu za Mungu hapo zimeingia ndani kwako. Hivyo ni muhimu sana kuwa na paka, kwa sababu atakupelekea kupata vitu vingi ambavyo ulikuwa unavikosa. Faida nyingine ya kuwa na paka au ya kufuga paka, paka huwa anavutia wageni nyumbani, yani anavuta wageni. Kama nyumba yako ilikuwa haipati wageni, uwepo tu wa paka pale nyumbani kwako anavutia wageni waanze kuja nyumbani kwako. Sasa unakuta kuna watu wengine wanawachukia paka tu kwa sababu zisizokuwa na msingi, kwa sababu yaani ambazo hazina maana yani hazina mantiki. Paka ni kiumbe mmoja ambaye ni mpole sana. Ni mnyama mpole sana ambaye hana shida na mtu. Na paka mpaka uone hadi uone paka ame amekuonyesha labda ishara ya ku ya kutaka kupigana na wewe au ishara yoyote mbaya, maana yake ni wewe umemkorofisha, hivyo anafanya jitihada za kujihami, kujikomboa. Kwa hiyo paka hana shida. Hivyo wewe ambaye unamchukia paka pabila sababu, nikwambie tu, acha mara moja. Faida nyingine ya kufuga paka, paka utusaidia kudumisha mahusiano yetu ndani ya nyumba. Kama ulikuwa hujui, paka anapokuwepo ndani ya nyumba yako, hata mahusiano yako huwa yanaimarika. Yaani, hata kama amani ilikuwa inataka inata kuvurugika kidogo, uwepo wa paka nyumbani kwako, huwa kuna vichochezi ambazo vinaingia ndani yako, unajikuta mahusiano yenu yameanza kurekebika kama palikuwa na mkwaruzano kidogo, mnashangaa mnaelewana. Na nikwambie tu, ukiona mnaanza mzozo mzozo kwenye nyumba, kwenye mahusiano yenu, yani kwenye ndoa, jua kabisa kuna mmoja ambaye amebeba nguvu ambayo ni mbaya, yani ni ile negative energy ipo ndani ya mwili wake, hivyo atakapoingia tu ndani ya nyumba ni lazima atasababisha ukinzano kati ya ile nguvu aliyonayo yeye na nguvu aliyonayo mwingine, aidha ni mwanamke au mwanaume. Hivyo sasa, uwepo wa paka huwa anasaidia kuziondoa zile nguvu ambazo umekuja nazo ambazo ni mbaya. Unaweza ukuta tu paka anakuja, anakuja nakusogelea, anaanza kuku, kujipitisha, pitisha kwako hapo, anakugusagusa anamkia pale. Kuna ishara ambazo anakuonyesha kwamba kuna hali mbaya au kuna kitu kibaya ulichokibeba ndani yako. hivyo huwa anasaidia sana kuzifukuza zile nguvu ambazo ni mbaya. Na faida nyingine ya kufuga paka, paka huwa anavuta baraka na neema ndani ya nyumba. Kama ulikuwa hujui, unaweza kujikuta umebarikiwa, nyumba yako inapata ba napata baraka nyingi, ukifanya kitu kinafanikiwa, labda umelima unapata mazao, umefanya biashara unapata wateja vizuri. Zote huwa hizo ni baraka za waliwanyama ambao tumewafuga, kwa sababu unapomfuga labda mpaka huyo anakaa nyumbani kwako, unavyompa chakula unavyoishi naye kwa upendo huwa kuna shukrani ambazo anakushukuru pabila hata wewe mwenyewe kujua, na zile shukrani huwa zinarudi kwako. Mungu anakurudishia fadhila kulingana na jinsi ambavyo unawatunza viumbe wake aliyowaumba. Hivyo kuna vitu ambavyo unajikuta umefanikiwa. Hivyo ni muhimu sana au viumbe wana umuhimu mkubwa sana wakiwepo kwenye maisha yetu. Faida nyingine ya mwisho kabisa ya paka, paka anatusaidia dhidi ya panya. Tunajua kabisa panya ni waharibifu katika nyumba zetu. Panya wanaweza kuharibu mazao, labda ulikuwa umelima umeweka mazao yako wanaharibu, umetunza labda nguo zako vibaya, utakuta wametoboa toboa, labda kuna vitu vyako vya muhimu, aidha vyeti au nyaraka zingine zozote za muhimu, unaweza ukuta wameharibu panya. Lakini kama kuna paka nyumbani kwako, yani hapo panya lazima apaone kama kituo cha polisi hivyo. Ni muhimu sana, unaweza kumdharau paka kumfuga, lakini ana faida nyingi mno. Hizi ni baadhi tu ambazo nimeamua kuzielezea kwa leo ili angalau kama ulikuwa huna mpango wa kufuga paka au unamchukia paka pabila sababu ili ujirekebishe na ufanye utaratibu wa kumfuga. Anaweza akakuletea faida nyingi sana endapo atakuwa nyumbani kwako. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba usifuge paka mweusi kwa sababu paka mwenye rangi nyeusi huwa anapenda kutumiwa sana na watu washirikina au wachawi. Hivyo ni muhimu, Mwenyezi Mungu ana makusudi makubwa sana ya kuweka hawa viumbe wengine wawe waporini na wengine wawe wa kufugwa. Makusudi ya Mungu ni kwamba hawa viumbe ambao tunawafuga waweze kutusaidia. Kuna vitu ambavyo tutashindwa kuvifanya sisi wenyewe, lakini kwa uwepo wa viumbe hao watatusaidia tuweze kuvifanya, na watatusaidia kuya solvu baadhi ya matatizo hivyo, ndio maana nakusisitiza ni muhimu sana kuwa na mfugo nyumbani kwako. Kama, kwa mfano, kama huyu paka anakusaidia sana, pabila hata wewe mwenyewe kufahamu, na kuna vitu vingi sana ambavyo anakuepushia ndani ya nyumba yako, hivyo tusidharau paka. Kama ulikuwa huna mpango wa kufuga paka, basi nikushauri sasa umfuge, kwa sababu ulishajua umuhimu wake na faida zake nyingi sana tunapomfuga. Basi nipende kukushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kuna vitu vingi ambavyo umejifunza na ambavyo vitaleta mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Hivyo ni kukaribishe kwenye video zingine za muhimu sana ambazo tutaziweka kwenye chaneli hii. Asante sana. Siku njema.